E bwana e, ladies and gentlemen, bana shuklan sana kwa kutimiza 1K subscribes, na leo na kwenda kuwapa zawadi bwana. Nisiwe na maneno mengi, zawadi yenyewe ni hii hapa. Bana, zawadi ya sample packs na zenyewe ni hizi hapa ambazo ni za zuku. Hizi hapa ni mbao ni zingine, nimeandika Z E R ni zesti. Huyu jamaa ni Zesti, kama unamjua producer Zesti, ndio nanapenda kustumia hizi hapa na hizi ndo nakwenda kukugea wewe, hizi zote hizi zote hizi zote bwana, ili nikuoneshe ubora wa hizi hizi hizi packs, na hizi za kufaa fit bwana, ili nikuoneshe ubora wa hizi zawadi. Acha mimi nitengeneze beat hapa la haraka haraka, tuwe pamoja bwana, na nikukumbushe kitu, itazame video mwanzo mwisho, maana kuna vitu vya muhimu ambavyo ukidownload hili file ambayo nimekuwekea hapo chini kwa description, lazima utavihitaji. Naurudia tena angalia video mwanzo mwisho, storia baadaye. Simu zikawa nyingi bwana, faili sijui. yeah, yeah, yeah. Mambo asiwe mengi, hebu tazama video mwanzo mwisho, ndugu yangu. Yes, acha niweke tempo tisini na mbili, tanitosha. Acha nichague hapa kinanda changu. Acha nitoe, napenda gezi nizitoe. E, nianze moja kabisa, kinanda changu Let me choose nexus kwa ajili ya iliswala kidogo kidogo, la haraka. Sitaki, sitaki totori iwe ndefu kwaku wewe, nataka totori moja iwe simple na iwe tam. Nachagua balandi piano, napunguza reverb, punguza na delay sam kidogo. Baada hapo chukua ya kwenye shibo, naenda kuchagua kodi moja kali sana. Hebu nisikize hii hapa. Yes, hii hapa, haraka haraka. Yes, hii yes, hapa nikiweka hapa kwenye playlist yangu Wacha mimi nisave ni kata mara mbili. Yes, narudi tena hapa. Bini chague haraka haraka, chague nini? Chague guitar, let it public XX hero, let it chague guitar hapa. Mhm, acoustic nylon. Even squeeze hili naliaje? Acha tupige hii guitar lakini hata nifanye kitu kimoja ambacho kitasaidia kwa wale ambao hawajui wa kupiga live. Kwa hiyo naenda hapa na kopi, naenda hapa na pesti. Eh, ni vitu ambavyo nishavielekeza before, kwa hiyo sina kazi navyo sana. Twende hapo tuone, nakopi na pesti, napandisha juu, narudisha. Sawa, nakopi tena zote na copy na copy, na paste, shusha chini, nashusha chini mara mbili, kama umenielewa hapo, ndio nishushe hizi velocity zangu zikae hapa, ili nipate na na nafasi kubwa ya kuona eh mekuwa zimekaa namna hii. Nashusha chini mara moja kwa ni mbili hapo afu na copy na paste, napandisha napandisha napandisha, ni ya langu nataka nipate zile ghosti cost view yani, ile vivuli vya nyuma ambao vitanisaidia hapa kwenye nikirudi hapa kwenye kupiga zangu gitaa hapa, yes, kwenye ku kupiga zangu gitaa hapa. Sasa hapa ndo nakutana na hii kitu sasa, nakutana na hii sasa. Ehe, utamu wote uko hapa jamani, utamu huko huku sauti, acha turudi hapa tu, select hapa mpaka hapa, maana yake iwe nalia hapa tu, tuna play, turudi hapa tua, tukapige te, tukapige sasa naiposti tena mbele, niisikie ipandisha hapa hebu shusha hapa, nimeweka vile vivuli kule kama unavyoona. Vivuli kazi yake ni kuifanya hii sasa isipotee humo. way unavyoisikia acha sasa niweke tu na, na parts hapo kama nilivyokuambia nataka ni, nikuoneshe zile sample pack ambazo nimekugea kama zawadi na ni, kama nilivyokuambia kwamba nitakuwa naonesha hatua mpaka hatua na namna gani kuzipata. Eh, nimekuwekea hapo kwenye description, lakini fuatilia sana kwenye hii video kuna vitu nimeviweka vya muhimu ili uweze kuifungua hiyo sample pads yenyewe ni hii hapa. Naenda kuchukua pads hizi hapa copy na weka hapa, Yes. Kuja sasa hapa napanga kiki, naeka tena nyingine application. Kwa hiyo vitu vyangu vya kiki application naanza na application kuiweka hapa. Hie huku sasa narudi kwenye zile ambazo nataka nikugee, naanza na, na hii hapa inafaa kaa hapa, inafaa I say, hii vitu kugea. Iki kikaa kabisa hapa. Aise. ise tukianza kupanga pakesheni tuende umu. Ola. Yes, bana so mtamu kwenye mambo ya kuimba. Let me let me choose kick here niweke hapa yenyee, kiki na mambo mengi, nitaenda kuweka tu hii hapa. Kiki ni ya juu, nitaenda kuweka tu four steps, alafu yenyewe nitaanza hii hapa hapa, nitaitoa hapa, nitaweka tena ah, ah, oh, oh. nitaweka tena hapa pakesheni yangu, nitaziweka hapa tena, nitaweka hapa remember, hapa nimeweka line, yes. Kwa nitachokifanya sasa, nitatoa hii kivuli hii inatembea hadi huko. Kwa nitakachokifanya ni kuzi nitakachokifanya ni kuzidouble double click tu zisogee mbele. Ambapo kwanza naingia hapa ni sahau ili kuzitofautisha hizi, naenda kwenye hapa rudi hapa hii hii pattern yangu ambayo ina vingi, afu naenda split. Kwa hii inaweza kuitoa kaka hapa ikakaa hapa ikakaa hapa, manake hii hii piano, hii pads, hii gitaa. Yes, afungufanya hivi tu pap kwe, kwa hiyo inakuwa swala jepesi sana. Control B control B control B control B yes, namna hii hapa Yenye unaona yenye inakuwa namna hii <tune> yapo, nimetengeneza simple kabisa. Ni simple naweza kusema pia. Sasa nikiachana na hiyo acha katika hii video niwape faida nyingi sana. Katika video nilisema nitawapa faida nyingine na nyingine yenyewe, si nyingi, si labda niendelee ku, kupigia baadhi ya sample pack ambazo zipo katika katika hii katika hii zawadi ambayo nataka niwapatie. Pia ndani ya hii zawadi utakutana na faili hili hapa ambalo lenyewe nimeandika zesti. Ili faili la zesti, ndani kuna hivi vitu kibao. Ese eh. Hivi vitu vya kompa kompa vipo ndani, nimekuwekea vitu vingi sana, hizi tambo, vitu vya kompa, vitu vya zuku nishoti. Nilipanga kuwapa kabisa tutorial ya zuku, lakini next time itakuja, lakini nimeamua kwanza niwape zawadi, ili kwanza muwe na hizi sample zinazohusu masuala mzima ya zuku, eh masuala mzima ya baibuda mm -hmm. na masuala mazima ya Kukompa. Ili nitavyokuja kutoa tutorial na video namna gani ya kufanya aina hizo ya muziki iwe rahisi kwa wewe pia. Kutengeneza au ku limeki, kama nilichokuwa nimekifanya mimi. Sasa nitoe shukrani sana kwa ndugu zangu wote ambao wananifuatilia tokea mwanzo, tunaanza na hii channel yetu mpaka leo hii, imetimiza 1K subscribers na nimeamua kusherekea na nyie na katika kusherekea na nyie bwana, nimeona niwape zawadi, na zawadi si nyingine, ni zawadi ya sample packs ambao kuna shakers, kuna kiki, kuna snare, eh, kuna tamborine, kuna vitu vingi vingi vingi, vingi sana humo ndani ambavyo mimi nasema ukiwa navyo kwanza, unakuwa katika level ya tofauti. Sijui kama unanielewa, level ya tofauti ndo vitakuwa humo ndani bwana, mimi ni ku karibishe wewe ambaye utakuwa bado hujakuwa katika hii channel bwana, hii channel ina vitu vingi, vingi, vingi, vingi vizuri bwana. Mi wananiita Prince Shibo, Shibo the prince, na nikuambie tu password ya hizi sample pack ambazo nimekupatia zipo katika hii video. Kwa hiyo cha kwanza kitu muhimu ni kuitazama hii video mwanzo mwisho. Yes bwana, kwenye description ya hapo na kwenye comment pia utakutana na link ambayo itakupeleka kwenda kudownload hivi vitu ambavyo nimewawekea, nimewekea faili nzuri kabisa li download litakuwa liko poa, unatumia bila shida eh, ambapo ndani yake utakutana na vitu kama hivi. Kama ukisikia humu nimepiga vitu vinne kama sio vitatu, nimepiga rim shot, nimepiga snare, nimepiga na hi-hat moja ambayo yenyewe ina saundi kama shaker, pia nimepiga na kick ambayo tayari imekuletea hiyo ladha, lakini bado sijamaliza kuweka vitu ambavyo nimekogea katika hii file. Nimekuonjesha nikwambie, kwamba chukua ile file ile, unakutana hiyo vitu vyote, au sio? Sasa basi, tukiachana na hiyo, kuna vitu vingine ambavyo leo hii nataka nivielezee, ambavyo ni muhimu sana. Watu wengi walikuwa wananiuliza kuhusiana na hivi vitu. Kitu cha kwanza kabisa, ni namna gani mtu ataweza kufanya mixing ya live na mimi. Unajua kuna watu ambao wananipigia simu, tunafanya kazi pamoja online, yani kuna yale mafunzo ya moja kwa moja, direct tutorial, direct education, eh from me to you online, kama unanielewa yani, moja kwa moja online, ukiwa na mashine yako ukiwa online na mimi, nakuwa online na kufundisha kupiga kitu kimoja kimoja, na kufundisha namna gani tunafanya mixing, na we unaelewa how to pia kuna watu ambao wananitumia kazi zao, tunafanya mixing kwa baadhi ya watu. Kazi zao wameniruhusu niwe nazifanyia tutorial, kazi ambazo nimewafanyia mixing. Next time nitaonyesha, kuna watu ambao wao kwao ana sound card sound card hana, kwa hivyo vocal zake anazichukua kutoka kwenye mic kuingia kwenye mashine direct pia waga nawasaidia kufanya mix, na kuna nyimbo kadhaa nimezifanyia mix zikiwa mtu ajatumia saundi kadi, na saundi katoka poa mwenyewe, akaridhika na mteja, akasema, I say, hii kazi ni kama imefanyiwa kwenye saundi kadi. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anajua kabisa bado vifaa vyake sawa, unaweza ukanitafuta nikusaidie mix ifanyike vipi, ili upate kazi bora, kazi quality ambayo itakuweka katika viwango ambavyo kila mmoja atavutiwa navyo, sio kama umenielewa. Sasa nitoe kitu cha wepesi ni vizuri sana ukinitafuta. Namba za simu nimeziweka hapo chini, kuna namba za simu ambazo ukipiga utanipata, na kuna namba za simu ambazo unaweza ukanicheki WhatsApp na ukapiga na namba hizo. si zingine ni 0674 57 96 53. narudia tena 0674 57 hizo ukipiga ukituma meseji au WhatsApp unanipata. Tena WhatsApp tunanipata on, yani haraka sana, kwa sababu WhatsApp mida mingi na ni kwa niko WhatsApp kuhudumia watu tofauti tofauti. Kuna watu wanatumia kazi zao, kuna watu wanatumia kazi zao na download naweza kuzifanyia kazi na kufanyia mixing na kufanya karibu kwa huduma zote hizo bwana. Pia nikukumbushe tu, tuna huduma ya music production kwa wewe msanii au produsa nataka ujifanye kazi tu, lakini utaenda kumixi mwenyewe, unataka uje kufanya kazi katika studio yetu, pia utanicheke kwa namba hizo hizo. Kwa hiyo inakuwa poa na inakuwa good kabisa. Mi bwana niseme asante sana kwa kunifuatilia mwanzo mwisho, eh, kwa kunifuatilia mwanzo mwisho. Na hii ni Fresh Music, usisahau kusubscribe kushare na kucomment. Nikukumbushe itazame video mpaka mwisho, usisikize maneno haya ukaisa hapa hapa, namaliza video nimemaliza hapa na nimekuambia Link niliyokuwekea chini ina maelezo kutoka huko. Bado sijamaliza maelezo, naomba unisikilize na, na unaona haraka ndugu yangu bana. Mimi niwape shout out kwa wanangu wote ambao wananifuatilia, wapo wengi, akina producer Nixon, akina producer Michael, akina Gachu, right killer, na wengine wengi ambao wananifuatilia katika hii channel. E, na wewe hapa ambao unanisikiliza mimi napenda comment chini ni cheki, tufahamiane, save namba yako, save namba yangu, tuwe tunapeana mambo tofauti tofauti. Unajua production inahitaji muunganiko wa watu tofauti tofauti. Mimi mwenyewe ninavyokuambia, nina connection na watu tofauti tofauti, akina Talent eh? akina Moko na wengine wengine, lazima niwe nao karibu au akina Moko Laiza eh? akina Yogo akina Kimambo, lazima niwe nao karibu kwa sababu wao ndo tunabadilishana mawazo. Sometimes mnawaambia, "Hiki tufanye hivi, inakuwaje ukifanya hivi? Inakuwaje hivyo vitu kama hivyo." Mnapeana idea muziki uende wapi. Pia kwa wale wasanii au labels au producer ambaye anataka nyimbo zake ziwe katika digital platform, yani Spotify, Audiomack, Boomplay, eh, Deezer, iTunes, Shazam, YouTube popote pale na aweze kuingiza kipato kupitia nyimbo zake, kama wasanii wakubwa wanavyofanya katika digital platform zao. Unaweza pia ukanicheki. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni huduma ambayo tunaitoa pia katika ofisi zetu hapo za Fresh Music. Kwa hiyo ukihitaji, tuwasiliane katika namba hizo ambazo nimezitaja hapo katika description, au nikizitaja tena kama hivi 0674579653 yani 255 674579653 hizo utanipata humo WhatsApp message ya kawaida au unapiga. Bwana nisiwe na maneno mengi. Hii tutorial itakikuwa ndefu, watu nikawaboa. Ila nikukumbushe tu, humo ndani ndio ukutana hivi vitu vyote. Pia kwa wale watakuwa wanahitaji plugs. Bwana kama unavyoona hapa plugs ambazo ninazo na Arcade ambayo wenyewe mnaijua, bala lake lina zile sound ambazo matata kabisa, sound ambazo naweza kusema ambazo producers wengi wanazitumia. Hii ni bonge la plug, akade ni bonge la plug, niseme tu ehe. Mfano kama unavyoona hapa, unaona vitu ndani, mndani mwenyewe mwen eh. sio vitu vya mchezo, sio vitu vya mchezo, sio vitu vya mchezo mchezo. Sikiliza, yes, sir <todiculta> kama unaikumbuka hii, umeisikia katika nyimbo ya Kontawa. Kwa vitu kama hivi vipo, vipo ukivihitaji unavipata. Pia nina Bright Electric guitar hapa, ukihitaji pia na kutumia ni gitaa ambazo hata kama hauna gitaa ambazo hauna vifaa ambavyo vya live unapata zile ladha ya live yenyewe mu ndani. Yes, kuna vitu vingi vingi tu humu, kuna vitu vingi vingi, kuna hivi ya kina cello, vitu kabambe sana. Mimi niseme tu kwamba nipo hapa kwa ajili yenu. Kuna hii duni siri, wanaitumia sana bwana. Kama wewe ni unapenda kupiga zile afrobeat ambazo zina piano ndani yake. Au uweze ukaikosa hii plug, utakuwa umefeli sana yes. Kuna plug zingine zingine na DVS saxophone na Contact 7 ambao ndani yake kuna library zote za Contact. Bwana Contact wana library nyingi na kali. Unajua kuna library nyingi zaovyo lakini, hii ni library nyingi na nakali. Sasa library yoyote ambayo utakuwa unahitaji ambayo unajua hii ipo kwenye Contact. Pia unanicheki katika namba zangu ambazo nimeziweka hapo, na unaziona kwenye screens na zimekaa upande wa kulia hapo. Sijui kama umenielewa eh? Yes. Sasa watu wengi huaga wanashindwa kunicheki. Kuna mtu aliyewahi comment akasema, ah, uko bwana nitashindwa. hapana. Hakuna gharama, I say. Hii kitu ni bure kabisa, mimi nazitoa, mtu tunakutumia ni mawasiliano hizi hapa. ni gitaa hii hapa ni hizi, ni vitu vya compass. Hii hapa ni colgi, unazijua hivi, vinaenda vya colgi vyote viko ndani West Africa, ma vinini. Hizi hapa saxophone, eh, matarumbeta. Labda tuongee kwa Kiswahili, kuna taksimu hizi hapa. Ultimate stage piano, hizi ni pro kabisa, hizi zinafanywa na mapro. Yes, kuna hizi fruits zote ambazo unazijua, filimbi zote ziko hapa, eh. Sony sonics nema hii hapa ise, hizi wanafanya sana blast, wenzi nyingi sana kalikali kuna pick the acoustic guitar, vintage, electric, soft and rock Texas. Vitu ni vingi vingi vingi vingi sana. Yaani hapa sijamaliza, just ni melody chache. Yes. Okay, kuna vitu vingine M1, kuna mid D's, mod base hapa. Watu wengi wanaitafuta hii. Ni base ambayo siku hizi unamsikia kasi sana ma feeling. Unamsikia Liza na unamsikia Istokiza anapenda sana kupiga hizi bizi ding ding ding ding ding. Beat fulani ambazo wanapenda sana kuzipiga, wanapenda kutumia hii bezi sasa hivi kwa sababu hii bezi ina asili ya zile bezi, mtu sasa yuko pembeni anaipiga bezi live kwa watu, wanapenda sana kuitumia hiyo. Kuhitaji utanicheki pia, tuna vitu vingi vingi. Kuna MT Power, hizi ni drum kwa ajili ya watu wa nini a watu wa gospel na bolingo wote unakupatikana pale gospel, bwana ile inakufaa sana aua. Yes, kuna Nexus, kuna Omnisphere, kuna Orchestra Piano Take the Stage, kuna Sky Keys, kuna Solo, yes, hey, ni vitu vingi sana sija vilodi tu vyote, lakini ni vitu vingi vingi vingi, ukuvihitaji unavipata hapa kwetu. Mimi nikuache na beat ambayo tumetengeneza ya haraka haraka ili kukuonesha namna gani eh labda nikwambie

kutimiza 1K subscribers mimi sielewi endapo pale tutakapotimiza 2K subscribe nitakuletea bonge la zawadi. Kwa hiyo share, waambie wana. Pia nakuomba uwe mfuatiliaji sana wa hizi video eh. Pia fuata ninachokueleza inakuwa vizuri kupata ushauri tofauti tofauti, na na ukihitaji ushauri wote, naomba unicheki. Ukihitaji huduma yoyote ya kufanyiwa mixing ya beat, iwe vocal, chochote, hebu nicheki masuala yote ya video ya music production. Pia kwa wale wa wasanii nimesema mambo ya digital platforms za muziki yao kuwa katika ma, ma digital platform makubwa na uweze kupata fedha, unanicheki. Tunafungua zile na tunafanya hizo huduma, ndio tunatoa elimu namna gani kuzitumia, namna gani kuwa nazo makini, kampuni gani za kufanya nazo kazi. Kampuni ziko nyingi, lakini kampuni nyingi zinakuwa fake zingine. Mfano, naweza kutoa mfano leo hii unamsikia msanii kama mavokali ameshindwa kuendelea kufanya mziki kwa sababu kampuni ambazo aliingia kufanya nazo digital platform ni kampuni ambayo baadaye ikashindwa kufanya yale ambayo walikubaliana, na leo hii akaunti ya digital platform za Mavokali zimekuwa freeze, kwa wanaweza kutoa fedha lakini zile nyimbo zinaendelea kufanya kazi vizuri kwao. Mpaka leo hii unavyoona Mavokali ameshindwa kutoa kazi mwaka wa pili sasa. Unaweza kusema anashindwa kuwa katika kazi, watu wanaulizia na vitu kama hivyo, lakini yote ni kufeli katika kuchagua digital platform au distributa yupi mzuri wa kufanya kazi ya kusambaza kazi zake katika digital platform. Kwa hiyo sisi tuna kampuni za distributa ambayo ni wa uhakika ambayo wasanii wakubwa ambao paka leo wanapata fedha kina Diamond, Harmonize, Akiba, Malio, akina J Melody wanawatumia. Basi na sisi hao ndo tunao na tupo nao karibu. Kwa hiyo nikitaka kuwasiliana na sisi, ukishawasiliana na sisi sisi, tuna connect na wao, tuna kuunganisha kabisa tunafungua akaunti na mambo yanakuwa mukie. Bwana ni kuache na hii kwa biti kwama dakika kadhaa, hebu isikilize afu niambie. Je, vitu nilivyokutumia hivi ambayo unavisikia vitakuwa vikufai? Afu utaniambia.